sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe, msikubali. msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia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 Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti, haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia, kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa, kama tulivyoagizwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kipindi cha miaka mitano mwaka huu 2025 mpaka 30. Moja ya hatua itakayotufikisha kwenye maelewano hayo ni marekebisho ya katiba yetu. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili wa awamu ya sita, kwa kuanza na tume na ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tume ya muungano wetu. Hivyo basi kuhudumisha kuimarisha na kuenzi muungano wetu kutaendelea kwa kipaumbele cha serikali tunayoiunda. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya sita iliendeleza tuliyoanza katika awamu ya tano, na hivyo kaulimbiu yake ilikuwa kazi iendelee. Ninyi ni mashahidi waheshimiwa wabunge kuwa kazi iliendelezwa na mengi yalikamilishwa kama nilivyoeleza, kama katika hotuba ya kufunga bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Juni mwaka huu 2025. Niwahakikishie katika miaka mitano ijayo tutalinda na kuendeleza mafanikio haya pamoja na kuleta mafanikio mengine na makubwa zaidi. Katika kipindi hiki cha kampeni, katika kipindi cha kampeni mimi na mgombea mwenza tulitembea nchi yote kuomba kura, na tukisikiliza na kuyabeba matakwa na mahitaji ya wananchi katika kuijenga nchi yetu kwa maisha bora zaidi ya baadaye. Tuliwaahidi kuwa wakitupa tena dhamana ya kuongoza taifa letu tajielekeza katika kutekeleza kauli mbiu ya kazi na utu tunasonga mbele, yaani kuhakikisha kuwa jitihada zozote tunazozichukua za kuleta maendeleo nchini zitalenga kuinua, kuongeza thamani ya utu wa watu wetu wa Tanzania. Hakika tulisikiliza na kuelewa matamanio ya wananchi ya